Yule ambaye anakupigia e, makofi, yule ambaye anakuabudu ndio, hata angekuwa mbaya kiasi gani kwa wengine au hata kwa taifa atateuliwa. E, kwa ufupi tuiseme tu kwamba kwanza ni mwendelezo ule ule, kwamba tuna baraza kubwa la, la mawaziri ambao na mambo mengine yanaingiliana. Tungekuwa na wizara moja ya uchumi, ndio kilio cha wengi kwamba kwamba wizara zinakuwa nyingi mno na kutumia fedha nyingi mno na wizara zenyewe zinaingiliana. Suala la mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan, Wanu Ameir, na mumewe Mohamed Mchengerwa kuwa kwenye baraza hili la mawaziri una linatoa taswira gani? Wanaita nepotism kwa Kiingereza, yani upendeleo wa ndugu na marafiki zako. Kama nilivyosema, hachaguliwi mtu kwa sababu uweledi alionao na jinsi alivyomchapakazi, lakini kwa sababu anafahamu anafahamiana na mteuzi, ni ndugu wa mteuzi kwao. Tunaendeleza ugonjwa ule ule ambao ulimwangusha hata Chakwera. Alikuwa ameteua mtu na kaka yake, mtu na mke wake, mtu na vyelake. Tumeona sasa, hmm. eh, mke eh, mume yuko kule eji yuko kule kule, ni ugonjwa mkubwa. Lakini lingine niliseme, mm -hmm. unavyobadilisha wengine hawafahamu, unapobadilisha wizara mara kwa mara, mara naita jina hili, kuna gharama kubwa sana taifa linaingia kwa kuchapisha, wanaita leta hedi zile barua mpya mm -hmm kutengeneza vitu mbalimbali vya wizara upya, kwanza kuchora upya, kwanza kuweka mabanga wizara mpya, wakati tulipaswa kuwa na wizara ambazo tunazifahamu kwamba hizi ndio wizara zetu hazitabadilika. Kuhusiana na kuundwa kwa hizi wizara, kama ulivyosema, kumeundwa wizara mpya ya vijana na maendeleo na amechaguliwa Joel Nanauka ambaye ni mbunge mpya. Unadhani Joel anaweza kukabiliana vipi na malalamiko ya Gen Z nchini Tanzania, Tanzania? ni ahadi. Rais alisema anaunda wizara ya vijana, kwa ametekeleza hilo ahadi, lakini aliyemteua atafanyaje? Atatekelezaje na atajibuje eh, malalamiko na matatizo walionayo vijana lukuki, mengi sana. Tumpe muda kwanza. Tuzungumzie suala la kuwepo naibu waziri wa pili kwenye wizara ya habari na utamaduni na sanaa ambaye sasa amechaguliwa Paul Makonda, ambaye mwaka elfu mbili na kumi na saba alikuwa na kashfa ya ku, uh, ya Clouds FM. Unadhani Makonda yamewekwa katika wizara sahihi na ina maana gani kwa vyombo vya habari huko nchini Tanzania? Ina maana moja tu kubwa kwamba yule ambaye anakupigia eh, makofi, yule ambaye anakuabudu ndio, hata angekuwa mbaya kiasi gani kwa wengine au hata kwa taifa atateuliwa. Huyu ni mtu pia aliwahi kuk, kuk, kuk, kukataliwa kutoingia Marekani wa kujihusisha na mambo mengi, pamoja na kwamba napenda sifa, lakini ni mtovu wa nidhamu kwelikweli.